Wabunge kutoka kaunti hiyo wamelalamikia ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika eneo la Borabu mpakani mwa kaunti za Nyamira na Bomet. Wakizungumza kwenye mchango katika eneo la Nyansiongo, eneo bunge la Borabu, viongozi hawa wamesema visa hivyo vilivyokuwa vimepungua vimerejea tena. Mbunge wa Mwigirango wa Magharibi, Steven Mogaka, na mwakilishi wa kike kaunti ya Nyamira y Jerusha Momanyi wametoa wito kwa serikali na asasi za usalama kukaza kamba dhidi ya wizi huo unaowafilisha wakazi wa, wa eneo hilo. Wale watu wabaya ambao walikuwa watu, wa, wanaipa ng'ombe zetu hapo hawali na wakatoka na wameanza kurudi. Tunataka kuomba serikali yetu, hapa kwetu sisi hatuna kitu ingine sana, ile ambayo inatuletea mapato ni zile ng'ombe ambazo tuko nazo ndogo ndogo. Sasa mtu akiamuka apate ng'ombe imeenda hiyo asubuhi, mtu anaruhusu ho. Mimi nataka kuuliza kupitia mgeni wa heshima leo, our Right Honorable Dr Masika Moses Wetangula, upelekee rais wetu ripoti maalum, tuangamize wale wezi wa mifugo. And I want to thank the president, kwa sababu alitupea county commissioner ako focused, anakabiliana na hawa watu, na siku hizi sio mbaya hivyo.